Tumepata mafunzo mwezeshi kwa ajili ya darasa la awali la kwanza pamoja na la pili. Mafunzo yalikuwa ni yanahusu mafunzo ya kitaalamu ya, e, ya, kita ya kuboresha kada ya elimu kwa maana ya darasa la awali darasa la kwanza pamoja na darasa la pili. Sasa katika mafunzo hayo E, mada a, ambayo ilikuwa ni kuu au malengo makuu, ilikuwa ni kutambua matumizi ya kiunzi cha upimaji cha kitaifa ambapo, katika matumizi ya kiunzi cha upimaji cha kitaifa tulijaribu kuangalia shortly, uh, kwa kifupi ni, ni mwongozo wa namna gani ya kuweza kuwatahini hawa watoto wa darasa la, darasa la, la, la, la awali la kwanza pamoja na la pili, lakini uh, katika hilo tuliangalia pia Uh, mwongozo wa namna ya kuwatahini watoto hao wa darasa la pili specifically katika zile, eh, katika zile mahili zao tatu kwa maana ya kusoma, kuandika basic english lang, uh, kuandika basic english language skills pamoja na, na kuhesabu, lakini tuliangalia pia uh, uh, matumizi ya zana kwa sababu mwalimu anapokuwa anasimamia watoto wale katika upimaji ule, lazima awe na zana. Tuliangalia zana mbalimbali, tuliangalia zana mbalimbali, kwa mfano mwongozo wa kitaifa wa upimaji wa stadi za KKK darasa la pili. Tuliangalia uh, matumizi ya stopwatch. Tuliangalia uh, matumizi ya, ya violezo uh, na kadhalika. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo tuliviangalia ambazo ni zana mwalimu anapaswa kuwa nazo lakini pia tuli, uh, tulienda mbali zaidi kuangalia ni kwa namna gani sasa tunaweza kuwatahini watoto hao ambao ni wa darasa la pili, katika hizo stadi zote tatu, na tuliangalia na miongozo ya namna ya kusahihisha stadi zote hizo tatu. Tuliangalia pia na namna ya kupakua uh, zile zile hizo templates au violezo uh, pamoja na mitihani kutoka kwenye mfumo wa PREM, lakini pia tuliangalia namna ya kupakia, kwa maana ya kwamba baada ya, kum, ya kumtahini yule mtoto tunawezaje kurudisha sasa zile hizo feedback, kwa maana ya majibu kwenye mfumo wa utahini. Yote kwa yote tulijaribu kuangalia vitu kama hivyo, tuliangalia namna ya kutahini kwa watoto wa kawaida na watoto walio na